Nakushukuru kwa sababu tayari kuna vitu unavifanya na macho yetu yatashuhudia, tutaona, katika jina la mamlaka la Yesu. Mungu, tunawaleta ndugu zetu katika Kristo ambao siku ya leo ilibidi waabudu, lakini hawapo katika makanisa yao, kanisa la ufufuo na uzima. Mungu, tunawaleta mbele zako katika jina la mamlaka la Yesu. wale ni sehemu ya mwili, wale ni sehemu ya mwili katika Kristo, ni sehemu yetu. Mungu, tunaomba ingilia kati neema yako na mkono wako uingilie kati. Nenda Bwana, kapigane vita yao, maana unasema katika neno lako Bwana ni mtu wa vita na Jehova ndilo jina lake. Ingilia kati, e Bwana, ingilia kati, e Bwana, ingilia kati, e Bwana, warudi katika nafasi na kukuabudu katika Roho na kweli. Tunakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mungu wa haki, unasema utalijenga kanisa lako wala malango ya kuzimu hayatalishinda katika jina la Yesu. Tumesimama na andiko hilo, tumesimama na neno hilo, tunakiri hivyo na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu. Kila mpango, kila silaha iliyoinuka kinyume na kanisa lako Haitafanikiwa kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo.